Asili asili yake asili yake ni asili yake, ibada ambayo inatoka mbali, naam no. inatoka kwa mtume Ibrahim alayhi salam. Kisa yes, salam. maalum kwa kwenye Qur'ani. no. falamma aslama watalahu liljabin, alipoenda na mwanawe akamlaza ubavu, lengo ni kumchinja. Kumbukumbu yake ni kwamba alioteshwa Ibrahim achinje mwanawe na no. ndoto za mitume ni wahi no. akasema, lazima nitekeleze. Akamshauri mwanawe, bado ni barubaru wa miaka 10 11 mtoto akasema, tafadhali tuendelee baba. Hiyo ajulikana, na mashehe hutuelezea wakati wa Idi. Basi wakaenda mpaka Mina, akamlaza, atakapomchinja Mwenyezi Mungu akamleta kondoo, akasema wafadainahu bidhibhin adhim yeah. E, Ismaili tukamkomboa na kichinjio ambacho kama ni kondoo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hii ndio asili yake. Kwa hiyo mtoto alitii, mtoto alisikiliza, si kama hawa leo angekuwa balaa, na ni muhimu katika khutba <laughs> za zaidi <laughs> tuelezee watoto ubora <laughs> watoto wa watoto kusikiliza wazazi wao.

umeuliza hikma ya kuchinja, eh, eh, sasa si. tu, eh, sasa tume yeah. kabla siri shekhe yeah. hapa swala eh, so, so la siri nikieleza kwamba hikma yake no. ni kumridhisha Allah, kumridhisha Allah yeah. eh, Allah no. no. kujikurubisha kwa Allah no. kumwaga yeah. damu nyama, umemuumiza kwa ajili ya Allah naam ndio pale Mtume akasema basi zile damu unazochinja wewe ukimkata yule mnyama kabla hazijaanguka zile damu kwenye ardhi no, zaanguka kwa Mwenyezi Mungu no. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anafurahika sana na ibada ya kuchinja, na ndio mm, pale twasema kila wakati ukitaka wewe waomba maombi yako kwa Mwenyezi Mungu yakubaliwe haraka upesi no, chinja. Yachanganya na kuchinja, bi maana si lazima na mfungo tatu, ah, ah, wakati wote, yani nazungumzia yani mambo ya dua eh ibada ya kuchinja wakati wowote, wakati wowote hata kama sio udh-hiya eh. Ukitaka maombi yako yaende haraka upesi kwa Mwenyezi Mungu no. Basi yafunga maisha na kuchinja, mwedampala amnyama, omba dua, umabea Mwenyezi Mungu kwa hili no. Mimi nakuomba kwa sababu mtoto wangu ni mgonjwa, nataka Mwenyezi Mungu mpe mpepozo. Mimi mwenyewe niko na mtihani, nataka nifaulu, ya rabbi no. Na kuomba kwa uwezo wako basi na mwagai damu kwa ajili yako, nitakubalia dua yangu. Hiyo dua imsumari kabisa. Watu wengi wajua, wajua, wajua shekhe, hili hawanalo, mtoto si wauma ama bibi labda ni mja mzito, lakini salama, salimu eh, yeah. Sasa wajua watu wengi yeah. wakataa waenda kwenye mambo mengine yeah. yeah. bwana lakini ni yeah. dawa kabisa yeah. shaka yeah. watu wajua wasikie yeah. kwamba hii ni dawa, sio udh-hiya ya wakati wote Wachukua mnyama wako basi, kama hata uwezi mbuzi chukua mbuzi, chukua kuku Kukwe, kuku na chinja e, e, kuku ya Allah e, kwa ajili yako nataka nitakubalie dua yangu, basi sikiliza no. Kwa hivyo hapa nimeelezea siri ya kuchinja ni kumridhisha Allah naam no. Alafu kuna hikma nyingine nataka kuielezea ndefu no. Kidogo watu wengi hawajui naam no. Wanajua maumbile bin ya binadamu toka mwanzo yalipoumbwa yaliumbwa kwa ibada, kwamba inaabudu Mwenyezi kweli, kweli, kweli, kujikaribisha kwa Mungu. Ibada zilianza kitambo, zilianza kitambo no. tukisoma katika kiswa cha Adam watoto no. wake, Qabil na Habil walipogombana, no. no. kwa ajili ya kumooa kila mmoja ya dada yake, no. no. no. mwisho wish wakaambiwa, hebu pelekeni sadaka zenu kwenye uwanja maalum kwenye milima, kwamba no. ni mkweli, basi sadaka yake ake itakuja kushukuliwa no. Qabil, kwa sababu alikuwa mkulima eh, alikuwa mfugaji no. No. Kabili alikuwa mkulima mm, Habili alikuwa mfugaji mm, Habili kwa sababu ndiye alikuwa mzuri mm, akapeleka kondoo mzuri. Ni mm. Habili. Mm. Habili alikuwa mfugaji. Akachagua ile eh, mnono wa kunona, akampeleka kumfanya sadaka mwanzi no. na huyu Kabili alikuwa mkulima lakini alikuwa si mtu mzuri naonyesha no, akachukua masuki ya mahindi ya kukauka Naam. Mm. ya hovyo hovyo akayapeleka no. Basi nasemekana kondoo wa Habili alichukuliwa na ile no. na Wakabil hakuchukuliwa. Hapa tunaonyesha kwamba hii sacrifice no. ilikuwa ndio asili ya mwanadamu kumridisha Allah no, no. katika historia ilikuja mpaka huko Misri, wanaelezea zama za mafarahina ya kwamba wale wafalme wenye uwezo walikuwa naabudu kinyume cha Mwenyezi Mungu no. sanamu na nini. Sasa ikifika wakati maalum mausimu Mm. wanachukua watu wanawapelekea masanamu kuwakurubisha, mm. kuwaridhisha miola yao mm. eh? mm. achukuliwa mfano wa Sheikh Musa hivi amenona hana maradhi yoyote mm. hajakatika kidole, achukuliwa apelekwa, aenda kulazwa mbele ya masanamu achinjwa, na watu wanaondoka na furaha, wanasema mm. tumeridhisha miola mm. yetu, yeah, t

amwambia Ibrahim. Ibrahim amwambia wewe si Mungu, akamwambia ni Mungu. Akamwambia hebu niambie, Mungu aweza kufisha na akauisha. Yaani akafisha kiumbe alafu akakuisha. Wewe unaweza? Yule mfalme kwa kiburi akamwambia ndio, naweza. Akamwambia hebu fanya. Yule bwana kwa ujeuri akaita mtu, akaja kuamrisha achinjwe mbele zake. Akamwambia unaona, amekufa huyo na ninaweza kuhuisha. Akamwambia ita mtu mwingine, mtumwa au ni watumwa bwana. Hawana uwezo akaitwa nimekuacha, huko nienda sako kaambia unaona, Ibrahimu, huyu amekufa huyu, nimemwacha Ibrahimu. Akamwambia ujanishinda, fa inna Allaha yati bishamsi min almashriq, Mwenyezi Mungu achomoza jua upande wa fa mashariki no, fa atbiha min almaghrib, ebu lichomoze upande wa magharibi kama ni Mola kweli wewe. Fabuhita alladhi kafara, hawa waliokufuru wakashangazwa, namrudhi akawa hana la la kuzungumza. Wallahu la yahdil qawma althalimin, Mwenyezi Mungu haongozi watu madhalimu. Yeah. Kwa hivyo kumbe kuchinja na kuhoisha ilikuwa tabia no. Sasa Ibrahim ndiye kwa mikono yake iondolewe suna ya kuchinja watu no. Mwenyezi Mungu anataka kusema watu hawachinjwi, vinavyochinjwa ni wanyama ndio, yeah. Pale Ibrahim akaoteshwa ndoto yeah. ya kwamba chinja mwanao yeah. chinja mwanao chinja mwanao, mwanao. Siku tatu alipoamka kutekeleza ndoto ile mpaka ikatimia mawaidha ya kuchinja Ibrahim akaambiwa, la, usimchinje mwanao, chinja yeah. huyu kondoo ambaye toka kwa Mwenyezi Mungu, na kwanza sasa binadamu wote dunia nzima waelewe kwamba nyama ndiye mwenye kuchinjwa kwa ajili ya kujikurubisha wala si binadamu. Binadamu ni mtukufu, binadamu ni khalifa hapa ardhi, hachinjwi yeah. Mmeumbiwa wanyama mkaumbiwa miti mtumie, lakini binadamu sio wa kuchinjwa. nafikiri hii hikma hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akagonga, ndipo na ndio sababu mpaka sasa sisi suna ile tukapewa na babu yetu Ibrahim mpaka sasa sisi tunachinja sisi. Naam, alaykum salaam. Kwa hiyo ukitaka kuukurubisha zaidi, chinja kama alivyochinja Ibrahim alaihi ssalam, lakini kwa hikma hii naam, inawezekana.